Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi sasa. Tuanze simulizi letu la leo. Nadhani umeisikia sauti ya Humphrey pole pole mwenyewe na kushuhudia ujasiri aliyouvaa kwa kuitetea nchi yake, basi usitoke hapo, endelea kusikiliza maajabu yaliyokuwa ndani ya mwanasiasa huyu Humphrey pole pole, na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pendwa Typhoon Film TZ. Katika nchi ya Tanzania kuna usiku uliojaa utulivu, lakini wenye kivuli kizito cha wasiwasi. Redio na televisheni nyingi nchini Tanzania zilikuwa zikizungumza jina moja tu, Humphrey Polepole. Sauti yake ilikuwa imetoweka, lakini maneno yake bado yalikuwa yanazunguka kama upepo wa tahadhari katika taifa lililokuwa likipitia nyakati za sintofahamu. Humphrey Polepole, mwanasiasa aliyewahi kuaminika kama mmoja wa watetezi wa mstari wa mbele wa serikali, alikuwa sasa amegeuka kuwa sauti ya maonyo. Maswali na ukweli usiotamkwa kwa wengi. Kabla ya kutekwa kwake alionekana kwenye mkutano mdogo wa vijana jijini Dodoma, akizungumza kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, akisema, "Nchi haiwezi kusimama kwenye miguu ya hofu. Tukio la mtu kukosoa halipaswi kuwa kosa la uzalendo. Tunapokosa kusema ukweli, tunajenga taifa la woga na taifa la woga haliwezi kustawi." Hayo yalikuwa maneno yaliyomgusa kila kijana kila mwananchi aliyekuwa akiumizwa na ukimya wa serikali mbele ya changamoto zao. Aliongeza kwa ujasiri zaidi, sisi tuliopewa nafasi za uongozi tulipaswa kuwa ngao ya wanyonge, si panga la kuwakata kata. Nchi hii imejengwa kwa damu ya wazalendo, si hofu ya wakosoaji. Maneno haya yalizua mijadala mikubwa mitandaoni. Wengi waliona kama Humphrey alikuwa amevuka mstari wa siasa za heshima, wengine walimwona kama shujaa wa kweli aliyekuwa akipigania uhuru wa mawazo. Mitandao ya kijamii ililipuka, video zake zikisambaa, zikifutwa na kupakiwa tena kwa kasi. Wapo waliomnukuu wa akisema katika hotuba nyingine Dar es Salaam, wakati mwingine tunahitaji kusema hapana, hata kwa wale tuliowahi kuwaita marafiki, kama kweli tunataka kulinda taifa letu. Siku chache kabla hajapotea aliandika ujumbe mfupi kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii: woga ni adui wa mabadiliko, nitazungumza hadi pumzi yangu ya mwisho. Ujumbe huo ulionekana kama unabii. Baada ya siku mbili, akaanza safari ya mkutano mwingine mkoani Morogoro, safari ambayo haikumrudisha nyumbani tena. Watazamaji na wananchi waliendelea kujiuliza, je, maneno haya yalikuwa chanza cha yeye kutekwa? Je, sauti ya Humphrey ilikuwa imeumiza masikio ya wakubwa kiasi hicho? Wakati vyombo vya habari vikijadili, watu walianza kukusanya nukuu zake, maneno yaliyowagusa sana kama vile, uongozi si cheo, ni huduma Wapiganaji wa kweli hawahitaji silaha, wanahitaji ukweli. kama taifa linaogopa ukweli, basi limeanza kufa. Katika shule na vyuo vikuu, vijana walikuwa wakinukuu mistari hiyo kama maneno ya shujaa. Wengine walitengeneza mabango, wakipaza sauti mitandaoni, rudisheni Humphrey pole pole. Lakini nyuma ya pazani, hali ilikuwa tofauti. Serikali haikutoa maelezo ya kina, ikidai uchunguzi unaendelea. Wapo walioamini alikuwa amechukuliwa na watu wasiojulikana kwa sababu ya misimamo yake. Simulizi hili lilienea kama moto wa nyika. Sauti ya mwisho ya Humphrey Pole Pole ikawa wimbo wa vijana waliotaka mabadiliko. Ilikuwa ni hadithi ya mtu aliyesema ukweli na taifa likatetemeka. Na sasa watu waliokuwa kaa kimya walianza kujiuliza swali kubwa: je, kusema ukweli Tanzania ni kosa? Kwa wengi Humphrey Pole Pole hakuwa tena mwanasiasa tu, alikuwa alama ya ujasiri na sauti ya kizazi kilichokataa kunyamazishwa. Simulizi yetu ya polepole pole haijafika tamati, ila tunaistopisha kwa muda kwa kusubiri taarifa zozote kutoka kwenye vyanzo vyetu, na huu ni mwanzo wa stori zingine za mashujaa. Ukihitaji kujua stori yoyote ya mashujaa wako, basi usisahau kudondosha comment fupi. Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pendwa.